Uwanja wetu utakuwa na kola nne kwa maana ya ghorofa ya kwanza, ya pili, ya tatu, na upande huu wa magharibi tumefika ghorofa ya nne. Uwanja wetu utaonekana kama mtt

saikimea mimi kama mwenyekiti wa chama kata hii ya Olmot kweli namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi huu mkubwa ambaye imeithamanisha kata ya Olmot na Tanzania nzima. E, tunashukuru kwa sababu miradi mradi huu inakwenda kwa wakati. Mradi huu pia imeishimisha ilani ya chama cha mapinduzi. Ndugu waandishi wa habari, nimekuja kutembelea, nimekuja kufanya ziara kwenye uwanja huu wa Samia ambao uko hapa katika kata ya Olmoti, lakini mwaliko huu ni kiri, ni kwamba unatokana na Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Olmoti. Kuna siku alinipigia simu akaniambia, mstahiki meya, kuna kifusi pale ambako kama ikiwezekana tukaomba itatusaidia kwenye barabara zetu. Sasa pamoja na kuja kukagua uwanja lakini pia nimekuja kuangalia kifusi chenyewe, na mheshimiwa diwani, mimi ni kushukuru, kifusi nimekiona, kifusi ni kizuri na ni imani yangu kubwa sana. Baada ya kunipigia, niliongea na mkurugenzi wa michezo bwana Alex, akasema mimi yapita pale, angalia alafu kama inafaa, basi tuangalie namna ya kusaidiana. Kwa hiyo nimeona kifusi kiko sawa, na nishukuru uongozi wa uwanja, tumemkuta injinia hapa ambaye ametukaribisha vizuri na kwa sababu kifusi kinafaa, nafikiri tutarudi kwa mkurugenzi wa michezo alafu, kifusi hiki kwa mimi ninavyoona, itasaidia kwenye kata mbili, kata ya Olmoti na kata ya Olasiti. Lakini nimeona pia ujenzi wa uwanja unaendelea nimefarijika kukuta kuna wafanyakazi zaidi ya mia nane wanafanya kazi kwa shift moja, na kazi hii ninavyoiona itaenda kwa wakati. Kwa hiyo tumshukuru sana Dr Samia Suluhasan kwa kazi yake kubwa anayoifanya na kwa kuleta uwanja huu katika jiji letu la Arusha katika kata hii ya Olmoti na, ni washukuru viongozi wetu wote akiwemo mkuu wa mkoa na wananchi wote wa jiji la Arusha, kwa sababu mafanikio haya ni ya wananchi wa halmashauri ya jiji la Arusha, lakini shukrani zimwendee mheshimiwa rais Dr Samia Sulu Hasan na hongera nyingi sana kwa wana Ulmoti, mheshimiwa diwani hongera, mwenyekiti wetu wa chama hongera sana. Hii ni ilani inatekelezwa, na kazi inaendelea. Asanteni sana. E, ni mradi mkubwa kwa kweli ambao e, mwisho wa siku utafanya kazi kata ya Ulmoti, e, kunyanyua kata ya Ulmoti kimaendeleo, lakini pia kufahamika. Sambamba na, e, na, na hilo pia tumekuja hapa kutembelea uwanja huu pamoja na mstahiki meya wa jiji la Arusha. Sambamba na hilo pia tumefika pia kuona kifusi hichi kama kinafaa kwe, kwenye eneo la barabara, kwa sababu kwa kweli barabara e, barabara kwenye kata urumu kwa sehemu kubwa imekatikakatika katika, kwa sababu ya mvua zinazoendelea za masika. Lakini nimshukuru ni pia, kwa sababu ni mshirika msaikimea, lakini pia ameongea amewapigia pia wizara wanaohusika na michezo na, na, na, na, lakini pia amekubaliwa, na ndio maana tumefika pia hapa pamoja na kwamba tutakagua uwanja, lakini pia kuangalia kifusi kama kitafaa kwa barabara. Kwa hiyo, nichukue nafasi hii kumshukuru sana mstahiki mea kwa sababu baada tu ya kumshirikisha hili jambo pia amelichukua positive, lakini pia leo amefika kukagua uwanja, lakini pia kuangalia kifusi kama kitafaa kwenye eneo la barabara.